Mungu itampembeza na mimi nikanichagua, kina mama kujifungua itakuwa ni bure, wazee matibabu nitakuwa bure, watoto wadogo na watu wa mahitaji maalum. Maana wale hawakuomba kuzaliwa wakawa na upungufu wa viungo. Sisi tulio kamilika tuna wajibu wa kuhakikisha hawa wanapata stau zao kama jinsi anopata sisi lio sifa ya mwanadamu aliyoumbwa na Mungu. Hawa nao tatuniwa bure. Weo hii wanafanya usajuri, hata kipofu naambiwa lipe fedha ya kuvuda, daktari atamuonaji hajakuwa yeye haudi ili mweli ni kugalilisha mtu wake. Sisi tunasema makundi haya yatakuwa bure, na siku mama mjamzito atakapokuwa amejifungua mtoto wake salama na anarudi nyumbani itakuwa ni wajibu kwa serikali ya Demokratik Pati kikuu kumpatia lishe ya chakula ya mama na mtoto kwa muda wa miezi mitatu. Utafiti unaonyesha kina mama wengi wanapoteza maisha yao, miezi mitatu mpaka mwaka mmoja baada ya kujifunguanga vile nyumbani. Na watoto wetu tuwatengenezee misingi mizuri Serikali yetu ikiwa Mungu tampongeza na namini mkalichagua Oktoba 29, tutaifuta mitala ya elimu ya sasa. Sisi tumesema tutakuwa na elimu inayoendana na dunia ya sasa. Mtoto ataanza mwaka mmoja, stage one. Utafiti wetu unaonyesha mwaka mmoja mtoto anaweza kusoma na kuandika. Waalimu sio waezadisheti, waalimu wenye ueelaji na uelewa, kwa sababu tokati au bishara mazuri hawafikirii kukaanga uguu, wanafikiria kufundisha. Akimaliza ule la kwanza la saba, atasoma la kwanza mpaka la nne anafanya mtiani, kwa sababu ukiangalia mitara ya sasa hakuna samojipe, mtoto akishatoka darasa la nne kuna kunai